Hivi ndivyo ambavyo tunafundishwa na ayati hizi kwamba wale wenye kutulea malezi ya kiimani malezi katika dini malezi katika mambo yetu ya dunia ya halali, yatakikana watu hawa tuwe ni wenye kufanya ihsani kwao, kwa sababu wana haki juu yetu, wana haki juu yetu. na ndio maana utaona dini ya Allah subhanahu wa taala imewapa heshima Wanazuoni, wanazuoni wenye kuitambua Allah na kuisomesha, wana nafasi na heshima kama wazazi. Kama ambavyo wazazi wanalea viwiliwili vyetu, wanazuoni wanalea roho zetu. Na ndo maana katika misingi ya wale watu wa haki ni kuwaheshimu ahlulilmi wal ulama, kuwaheshimu wale wenye ilmu na wale wanazuoni ambao ni sababu ya kupatikana nuru kwa waja na katika na katika miji